Atau nikopa na Eddie na nikopa na Alishia naji edialisho uko waje kokoa kabisa, kabisa. Hmm? Nilipata kompleni yako, nilipata te. Mbona mliitana watatu? Si kwa sababu hukukuja ile siku nilimwambia tutwende sote sindio? Akakata, akasema e hey, hawezi enda, labda uende na Eddie na Sharon, so usimlaumu mtu mwingine mwenye ulikataa. ni sawa, si mlikutana watatu? kuna kitu tu tuliongelea kweli, haina shida. Walikuwa wanaenda kukutana na Sharon kusema ni wani pange. Nilikuwepo, ningejua tutanipea hii mimba wewe, ningejua, ningejua. Ona mimba imegrow grow, angalia mtoto na mtunza vizuri mimi sina mpango, Sharon wewe ndo unafaa kuniambia manake, wewe ndo uliwaona airport wakiwa na, no, na no, Mike

uko mchipuko, unajuaje mambo ya mchipuko? Kama wewe sio miongoni mwao, labda unachipuka pia tena. Tuheshimiane, wacha kunianika. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> No, okay. kuni vibaya amesema sumuharibie swaumumemi kitu nimewaitia hapa, nimekuja washkadaasema nikutane na nyinyi, na nimekutana na nyinyi hapa. Kitu ya muhimu, kitu ambayo imefanya tukakutana hapa ni nafani fanya ile kitu, sindio, washkadau? lazima ni wasanitize kidogo, nione tuko vipi. Nani nani ndio alikuja kwa nyumba? Mimi nimeacha simu kwa nyumba, password nilikuuliza mimi password, wo, password jana, ukawa umebadilisha yako na ipo. Amebadilisha, nilimuitisha jana akazindua. Unapoteza muda ni yake. Kwani mimi ni mtoto wa baby class? Mtoto alikuwa anataka game gemu aje, Bethan, unapenda kutupima. Mtoto anataka yogurt, mtoto anataka nini? Na kwanza kwanza, ngoja Meja, kitambo tu sana. Nipe. Nipe.

Fanya venye bwana Sharon amesema. Sawa, sawa? Utajua leo mimi ni bwana nani? Mm. Sina bwana. Bwana ni bwana Yesu. Chati ingekuwaje? Kuna my man ndugu yangu. My man butu inge kwanza kwa hii my man ni yao. My man ndo nani? Tule chati kuangalia bebe namba yako hiyo. Tulia. Msamanga punguza jazba. Angalia my man kwanza hii namba. Chati one namba hiyo hapo inaishana 15. Nashu namba yake. Ni yako inaishana 15 ndugu. Mbona zinafanana? Zinafanana nini? Inaisha pia hivyo hivyo. Unanyang'anya sini yake, mbona unanyang'anya? Nitakulipua msenge. Ushanitumia ujumbe kama huo hata hey. Siku moja nini nini wewe ndio ingine ametoa tena. Hmm? h oh, do you want to see a picture of a beautiful person? Hold up a mirror. Jamani, huu nani munaongea? Si ni Mike huyu? Mike. Huu si ni Mike, yule mwoda. Kwani kila mtu ni Mike? Ukipata mapata. Mike ndo nani? Wewe. Ngalia hapa kuna if you a song. You be... nini, nini. Ebu wachanee nini, nini, nini. Wewe.

Mbona, mbona unanicheza hivi si mm? Unanizingua, una unanizinguazingua hivi wewe. Mbaba, tutako na... sana wewe nini? unajua mtu ako na mimba yangu na anachezacheza hapa, unajua. Unajua mimba ni yangu

Sana. Bro. Nanikasirisha sana msenge, unanicheza hapo, ukinicheza unatumia wanaume hapa nah, una una una maujumbe kwa simu ukimdanganya Naondoka kukutafutia leta, mjinga. Mbona unatumia mic? Sijeona mpuzi kama huyu. Mpuzi ni wewe. Mwangaji. Kenge wewe, uchukue simu yake, umechukua simu yangu, chukua simu yake pia, jinga kabisa una aibu kabisa. Aibu ni wewe Unatafuta mtu hata hana shughuli na wewe kumbe nini? Unasema nini? na Sharo ndio ndatulia. Wacha kubadilisha Kiswahili nani? Msenge sana. We ni mjinga mbona unamtetea zito mkono kesi hapa? Umenizoea sana. Na mtaipata. Ananitafutia jela huyu. Mtaipata. Unatafutia jela huyu. Jela huyu. Unajua nini? Simu. Tulia. Nitalala jela, ulale mochari. Eee, fanya haraka. Sioogopi. Eh. Senge. E. Uchukue simu yake. Hakuna venye natoka hapa, nitaangalia simu ya huyu. Tulia nitaangalia, sawa. Simu yangu ameiguzi. Nisaidie simu. Simu yangu ameiguzi. Nisaidie simu. Tunafanya nini sasa?

Mbona unanitafutia jela? Na utaenda hiyo. Cheki bro. Mbona unanitafutia jela? Tulia bro. Tulia. Tulia. Tulia. Tulia jela. Tulia bro. Tulia. Siwezi tulia. Msaidie simu, tuko na wewe. Nyinyi mtamalizana nyinyi mkienda kwa nyumba. Msaidie simu. Tuko na wewe. Msaidie simu. Unanipea bila password. Unajua? Mimi ninajua password ya malaya mimi.

Toka hapa umbwa hii, toka tanga wewe ukuti ubebe vitu zako uende. Umbwa hii kabisa. Muone. Na wewe ulimleta. Mnapatana huko alafu mnaniambia sisi. Mimi nilikutana na nilikwambia tukutane ukakataa. Tukutane wapi? Na nikiambia Eddie anatoka kienda wapi, aliniambia aje. Unajua Eddie aliniambia aje? Alikwambia anaenda wapi? Anaambia anaenda job. Si alienda job. Wewe mbona unge ni call ma... amu nitumie message. Alishia nilikuambia guys, niliambia huyu tuende akasema hadi hata kikwenda labda ni na. Wewe ulisema hivyo. Naona unaadibia watu, mimi sina ubaya hata pia una cheat. Si pia una cheat amu cheat. Na cheat na nani? Umeona kama mimi ame reply. Na kizu kwa namu ame reply. Kama ange reply. Ame reply. Kwanza mbona ingine na kuja soma ni kwa maana nafahamu kutani yangu. Eh? So guys, bako kumechemka. Ntaangalia aje? Jo, kila kitu kwa complicated, lakini hayupo ataiweza. Nimeshindwa cha chakufanya kabisa nimeshindwa juu, kila mtu anachit. Huyu ndo ametoroka, anachit, anakuwa anapiga huu mwingine, ndani yako clean, but yeye pia ndo yeye anachit. Sasa sielewi inakuwa kindly, inakuwaaje Nyinyi msubscribe, comment hapo chini, mshare na mcomment. Mimi nawapenda tu sana guys.